Imebainishwa kuwa licha ya ujenzi wa miundombinu ya nishati ya umeme vijijini, hali ambayo imewezesha kupatikana kwa umeme katika shule zilizopo vijijini, bado kuna changamoto ya vifaa vya TEHAMA, hivyo kukwamisha ufanisi katika utolewaji wa mafunzo ya vitendo kwa wanafunzi. Mwamvita Mkondo ametuandalia taarifa. Wakizungumza na TVE habari baadhi ya wanafunzi wa shule ya msingi la Bukande halmashauri ya wilaya ya Shinyanga mkoa wa Shinyanga wamesema wanajifunza kwa nadharia kwa sababu hawana vifaa vya TEHAMA hivyo kuiomba serikali kuwasaidia kupata vifaa hivyo ili kuweza kuimarisha ufanisi katika utoroaji wa mafunzo kwa vitendo. usimamo ya TEHAMA si watujifunzi sana kwa sababu hatuna vifaa vya kujifunzia. Kwa hiyo serikali tunaiomba ituletee vifaa vya kujifunzia Tuna nishati ya umeme lakini nishati ya umeme tunatumia tu kwa, vifu, kwa vitu vingine, lakini vifaa vya tehama hatuna. Sisi serikali tunaiomba ituletee kompyuta ambazo tutaweza kujifunzia katika masomo ya tehama kwa sababu bado hatujapata vifaa vya tehama vitakavyo, hmm, tusaidia katika kujifunza somo la, la tehama kwa vitendo. Nataka serikali tusaidie kupata vifaa vya kitehama ili vitusaidia katika kujifunza kwa vitendo. Kwa upande wake, mwalimu wa tehama kutoka shule ya msingi ya Bukande, Leuben Raphael amesema shule hiyo imebahatika kupata nishati ya umeme, lakini changamoto kubwa ni vifaa vya tehama, hali inayokwamisha utolewaji wa mafunzo kwa vitendo na kuongeza ufaulu kwa wanafunzi nhitaji wa vifaa hile vya ku kitihama ambavyo kwa ujumla hivyo vifaa hatuna, licha ya uwepo wa umeme lakini hivyo vifaa hatuna. Kwa hiyo ni changamoto kubwa sana, kwa sababu hivyo vifaani vya nini na hivi zoezi zima ya ufundishaji tegemea sana teknolojia na watoto wanahitaji wapraktizo wakana vitu kwa vitembo, watuniwa vifaa hivyo vya kanuni tehama lakini kwa bahati mbaya sana hatujabahatika kuwa na kulingana na uwepo wa hivyo vitu, japo vina uhaba lakini, kuna wakati, kuna azima make shule bado haina vifaa vya TEHAMA vya kutosha, vinatusaidia kuwafanya wanafunzi wetu kuviona kwa macho, lakini pia kuvi kwa upande wake afisa elimu wa kata ya Bukande Juma Chiamba amesema uwepo wa miundombinu ya nishati ya umeme kwa baadhi ya shule zilizopo katika kata hiyo zimekuwa zikifanya vizuri licha ya kutokuwepo kwa vifaa vya TEHAMA. Kata yetu ya Bukande, shule zile zenye miundombinu um, ya utu, umeme ambazo pia manaake wana umeme fauu ni Ume, Yani kwa sehemu kubwa ndo shule zinazofanya vizuri, kwa sababu ukiangalia Mwanangi, ukiangalia Iabukande hapa, ukiangalia Kimandaguli, ni shule ambazo zinafanya vizuri kwa sababu, yani hata ile ari ya, ya ujifunzaji ni kubwa. Mtazamaji wa TV, hii ni taarifa ya habari na mimi ni Kamila Mbwana. Tupate mapumziko mafupi, kisha tutaendelea na taarifa habari.